Hello. Kwema M hapa. Piga pesa na, okay, na, una papo papo na, na mstari wa pili kutoka juu au ule mstari wa kwanza, sababu ule tayari unakuwa na round history ambazo zinaanzia sita. Kwa hiyo papo tu, hakikisha kuna round history ambazo zinaanzia sita na na kuendelea kuendelea, okay. Je, nini cha kufanya? Kabla ya kuendelea na mafunzo yangu, naomba unapohitaji kuweza kunipata kwa mawasiliano zaidi, utafanya kitu kimoja utanipigia simu kupitia namba yangu hii ya simu kwa kawaida kabisa 0674190934, ni Tigo. Hiyo narudia tena 0674190934. Okay. Naenda kuanza sasa somo langu kama kawaida okay. Leo tutaenda kuelekezana namna ya kunufaika na odia No lop hapo, kisha umeweka automatically cash out kama unavyoona hapo, nimeweka 2.00. Kwa hiyo sasa tunaanzia chini, mimi kufundisha kufundisha kwangu naanziaga chini kwenda juu, hiyo naweka sawa, ili siweze kukuchanganya, lakini wewe unapoanza kutrade unaanzia hadi ya mwisho kutoka. Nikisema hadi ya kwanza kutoka, ambao mimi nafundishia ni hii ya 2.44 chini, hiyo tunaita hadi ya kwanza kutoka, ya mwisho ni ile kule 1.27 ambako wewe zikiwa chini ya sita hiyo kimahesabu inakuwa ni ngumu kwa upande wa purple train. Leo tadili na purple train. Video zilizopita kuna moja ya video nilizungumziaga namna ya kunufaika na odi ya low purple kwa kutumia blue train. Okay, baada ya kuona mbili pointi arobain na nne huku chini, tuna hesabu sasa. Papo zianzie zi, zi sita. Haya, mbili pointi aroba na nne ya kwanza, nane pointi semana nane ya pili, tatu pointi sabi na nane ya tatu, tatu pointi ziro moja ya nne mbili point sitini na tisa ya tano, mbili pointi kumi ya sita. Kiuchezaji hapo hapo ilikuwa inafaa uanze, lakini kwa sababu nilisema zianzie sita na kuendelea, sio mbaya wewe isubirie sasa. moja pointi sitini na sita, yani, sita. hapo katikati odi ya blue yoyote ambayo haijafika kwenye mbili basi, wewe kiuchezaji, ndio unatakiwa ujiandae sasa kucheza. Maana yake ni kwamba utakuja, yani baada ya kutokea yoyote ya blue. Kwa mfano hapo baada ya purple train imekuja katokea blue ya 1.66. Kwa hiyo tutaruka step moja, sawa. Ile inayofuatia traita, sisi ndo ya kwanza na ya pili natakiwa tucheze. Ile ikitokea ya kwanza umecheza ukala, ile ya pili pia cheza. Unaona haya baada ya kutokea papo treni hiyo ndefu, mnyororo wa papo treni zilizoongozana, ikaja katokea odia blue ambayo tunaita kama ni 1.66, kwao step inayofuatia wewe usicheze. Sasa ile itakayokuja baada ya step ya mbele yake ya hiyo odia blue, ile inayofuatia ambayo tunaita kama ni ya pili, utacheza ya pili na ya tatu, au unaweza kusema ya kwanza na ya pili ucheze, baada ya kuona hiyo odia, baada ya papo treni simekuja 1.66 odia sita ambayo haifika kwenye papo kwa hiyo utaruka step ya kwa moja inayofuatia utacheza, ambapo kuna tatu pointi arobaini utacheza elfu moja yako ya kwanza. Kumbuka umeweka automatic cash out ya 2.00, hiyo tu step ya kwanza, unakuwa umekula shilingi elfu mbili, una faida ya shilingi elfu moja. Au kama umeweka elfu tano utakula shilingi elfu kumi. Kwa hiyo ile step ya pili ambayo kuna 1.45, haina haja tena ya ku trade hapo, labda kama hapo kwenye 3.40 ungepakosa, basi ingetulazimu kwenye 1.45 pia tufanye nini, tupa trade o tuweze kucheza na penyewe. Unaona, je, ikitokea hizo stepu mbili umezikosa zote, nini cha kufanya? Unaona kwa sababu utakuwa umetumia hapo shilingi ngapi? Maana yako utakuwa umetumia shilingi elfu tatu. Ikitokea kwa mfano baada ya hapo train kaja audio blue, so unaruka stepu moja unacheza. Hiyo stepu unaocheza, si unatakiwa ucheze stepu mbili. Hiyo hiyo stepu ya kwanza ukacheza. Kwa mfano hapo kwenye 3.40 ukacheza ukaweka labda elfu moja yako ya kwa kwanza ukatokea bahati mbaya karosi ile step ya pili pia sinatakiwa ucheze hapo inatakiwa uidabo mara mbili yaani weke elfu mbili si elfu moja umepoteza hapo utaweka elfu mbili lengo na mazumuni nini ukija ukatokea umekula si so, unakula shilingi elfu nne Umeelewa? Italipa ile 1000 uliyopoteza na ile 2000 uliyochezea hapo. Kwa hiyo ile 3000 inarudi ina, ina kwenye mtaji wake na kuacha faida ya shilingi 1000, unaona. Lakini je, ikitokea hizo stepu zote mbili haijafika haijatokea ha, ha, ha, ha, hadi hapo ambapo umeweka automatic cash out ya 2.00, kwa hiyo utakuwa umepoteza shilingi ngapi? 3000. Je, ni namna gani ya kuja kuirudisha hiyo 3000? Kuna namna ya kufundisha na ni njia rahisi tu, okay wewe, cha kufanya usikurupuke kwa kwanza kutredi mifano yangu hii, bali mifano yangu hii inakuwa ina uhai wa asilimia, tunaweza tukasema kama asilimia tisini, kwa sababu mimi mifano yangu yote naoiweka kwenye social media mbalimbali mbali. Ukienda kuitazamia sawa, ukawa unafanya ukawa unafanya analysis, unaingia kwenye kwenye soko labda la sport pesa, e, eh, sport bet, bet power na kadhalika, kulingana na formula ambayo unaielekeza sawa utakuwa unaona kweli ni vitu vile vile vinafanya kazi, lakini shida ni kwamba unaweza kuanza ku trade afu kujikuta unapoteza. Ni kwa sababu gani? formula hizi hazijakamilika. Ili uweze kupata mafunzo zaidi, unaona, ni cheki kupitia namba yangu ya simu iliyopo chini ya hii video, au join moja kwa moja kwenye group langu la Knowledge Aviator kupitia link iliyopo chini ya hii video. Okay, pamoja sana. Knowledge Aviator, piga pesa na Aviator, mentor M hapo. Okay.